Kila mtu ashinde mechi zake, fanyeni kazi, acheni lawama. Fanyeni kazi, acheni lawama. Kila mtu ashinde mechi zake, fanyeni kazi, acheni lawama. Kila wongozi mnalalamika, kila awamu mnalalamika, ni tafakari. Tatizo ni uongozi, ni wewe. Kila awamu mna komplaini, kila watu wenu wanawashauri ujinga, kwenye kila wamu walilalamika wape nchi waongozi wao, kauli fupi: fanya kazi. Yaani, mwisho wa siku siwote wanafanya kazi juu, hakuna mtu anapewa za bure hapa. Nisipewa za bure, malia pewa za bure, yusapewa za bure, Dimpoz, za za bure. Fanya kazi, mwisho wa siku ni kufanya ya kazi asile <laughs> <laughs> Fanyeni kazi, acheni malalamiko. Kusipokuwa na kazi, utamwanakia mtu mbaya, utamwanakia kuna waka